Karibuni, tuendelee katika kusikiliza vipindi vyetu vya unajimu wa nyota. Mimi ni mnajimu Kuluthum. Kwa hiyo ukitaka kupata vipindi vyetu vya unajimu wa nyota, ingia YouTube kufuatilia tafsiri za ndoto na kazi mbalimbali tunazozifanya, pia kwa wale wanaohitaji pete za bahati na mambo mbalimbali. Siku ya leo nazungumzia nyota kali. Nyota kali zina nguvu gani mm? Hizi nyota kali ni nyota ambazo zinaonekana juu ya watu wengine, yaani nyota hizi huonekana kwenye makundi ya watu, huonekana mnapotangulizana nao, na nyota hizi huonekana hata akiwa na watu kumi, bado mtu huyo ataonekana yeye tu ndo atakayeonekana kutokana na nyota yake kali. Na kwa upande wa wanawake au wanaume, hasa upande wa wanawake, nyota hizi huwa akiwa na wenzake nyota yake inazima zile nyota zingine, yaani zile nyota zingine zinakuwa hazionekani isipokuwa inaonekana nyota yake kali. Watu hawa mara nyingi wakienda kwenye kutafuta bidhaa wanakubalika na wanapata bidhaa zao hata kwa kupunguziwa bei, kuaminiwa kwenye maduka mbalimbali, kama ni wafanyabiashara. Kama ni wanawake, wakati mwingine huthaminiwa na wale wanaume ambao wanakutana nao kutokana na nyota zao kali, kwa sababu wakianza mahusiano na mtu yoyote, ile nyota iliyoanza mahusiano naye inaanza kung'aa kuanzia siku ile. Wakioana, ile nyota inaanza kuwa na nguvu. Kuna baadhi ya watu ambao akikutana tu na mtu yoyote, hata kama alikuwa hana kazi kwa muda mrefu, anapata kazi kutokana na ile nguvu ya nyota ya upande wa pili. Hmm. Na mtu kama huyo akiondoka katika himaya yako kama ulikuwa naishi naye, mara nyingi utaona mambo yako yanarudi nyuma au yanafifia. Watu kama hao mara nyingi wanakuwa na pawa kubwa sana, pia kwenye upande wa kauli zao au viapo au maneno makali wanayoyazungumza, mara nyingi huwa yanakuwa na madhara upande wa pili. Na kitu kingine nachotaka kukuambia, popote unapokuwa na nyota hizi, kama unamfanya kazi ambaye ana nyota kali, anafanya biashara zako Mfanyakazi huyo usimwache, mshikilia, atakufikisha mbali. Kuna baadhi ya hizi nyota kali zikiingia katika biashara, biashara zinaenda zinakuwa na nguvu na zinakuwa na wateja wengi, na yule mwenye biashara anafanikiwa zaidi kupitia mwenye nyota ile. Sasa turudi kwa kuangalia upande wa hao wenye nyota, wao wanapofanya biashara kwa upande wa kumfanyia mtu biashara yeye anaweza akamfaidisha yule mfanyabiashara, lakini yeye bado asifaidike. Kwa wakati mwingine unatakiwa ujitambue kwamba wewe una nyota kali na nyota yako ina nguvu na inakuvutia vitu mbalimbali. Wakati mwingine upewa zawadi, uthaminiwa eh, na kuheshimika. Kwa hiyo unatakiwa ujue thamani yako na wewe mwenyewe ujue jinsi ya kutumia ile ule ukali wa nyota yako wewe mwenyewe na sio kuwafaidisha zaidi watu wengine. Vitu kama hivi viko katika biashara, katika uongozi, unakuta labda kwenye vyeo, mtu fulani anakuwa na jina kubwa, anakuwa na nafasi kubwa, akiongea kitu watu wanamsikiliza, wanamwamini, wanamfuatilia. Ni kutokana na ukubwa wa nyota yake. Kama huna vitu kama hivyo, huwezi ukasimama sehemu yoyote ukaongea na ukaonekana wewe ni mwanga au ni nuru au ni kioo cha jamii. Watu wa namna hii wanakuwa na nyota kubwa sana, na wakati mwingine hufikisha nchi mbali, hufikisha wafanyabiashara mbali, na wao wenyewe hufika mbali, ikiwa basi watu hao watajitambua. Kuna baadhi ya watu wengine, anashangaa tu, mbona nikienda kila sehemu napendwa nakubalika, eh? au anafika sehemu tu anaitwa njoo kula chakula hapa, akishakula, akisha chakula kile chakula chote kinaisha pale, njoo fanya hivi, au njoo nisaidie, nisaidia kitu kwa hiki vitu kama hivyo ni vitu ambavyo watu wanatakiwa wajitambue kwamba wewe ni mtu wa namna gani, nyota yako iko vipi, ina nuru, haina nuru, inang'aa, ina nuru kwenye makundi ya watu, haina nuru kwenye makundi ya watu, unakubalika au kukubaliki? Na mara nyingi nyota kama hizi ni sawa na zile nyota ambazo watu wanazipiga vita na kuzifatilia. Lakini unatakiwa ujue hiyo nuru ya nyota yako inayowaka mpaka kwa watu wengine. Je, wewe imekusaidia nini? Imekunufaisha vipi? Umefaidika nayo au unafaidisha watu wengine? Endelea kufuatilia nyota yako na kuitambua kwa kuingia katika chaneli yetu ya YouTube na kuandika Mnajimu Kuluthum na Siri za Nyota. Utajifunza masomo mengi na vitu mbalimbali mbali. Na wale wanaohitaji tafsiri za ndoto watatupigia simu, tutawapa maelekezo namna ya kupata majibu yao ya tafsiri zao za ndoto. Pia wale wanaohitaji pete za bahati Wafike ofisini kwetu. Wale wanaohitaji madaraja na mambo ya kuweka mambo yao sawa, ambayo tayari mambo yao yameharibika ama yamepinduka au hayako sawa, wanaweza kutu, kuchukua namba zetu hapo, ili kuweza kupata huduma zetu. Mimi si mwingine, ni mnajimu Kuluthum.